Ya michezo ikiwemo eh, timu ya Taifa Stars ambayo imefanya mazuri, lakini wachezaji wengine wote na hatimaye, Mheshimiwa Rais, katika hafla hii nitakukabidhi tuzo uliotunukiwa na shirikisho la mpira wa miguu a Afrika CAF. Mheshimiwa Rais, siku njema huonekana asubuhi na mwaka mwema huonekana unapoanza mwaka 2026. Mheshimiwa Rais, umeanza vyema, umeanza vizuri. Masaibu na mitihani huashiria kwa kudra za Mwenyezi Mungu, mema yanakuja, na haya leo tumeyaona mema yamekuja, na mimi naamini kabisa kwa wote tunaomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, elfu mbili na ishirini na sita itakuwa njema njema njema njema zaidi kwa Tanzania na kwa uongozi wako. Tumeanza vizuri, na inshaallah Mungu aliyeumba nchi hii aliyeuhuluku nchi hii na kutuumba sisi waja wake, hata tupungukia katika mengi tunayomwomba, na iwe hivyo na iwe hivyo na iwe hivyo. Mheshimiwa Rais, naomba nitumie fursa hii mimi binafsi kukushukuru kwa dhati kabisa kutoka katika sakafu ya moyo wangu kwa kuendelea kuniamini na sasa kunifanya niage vyema sekta hii ya michezo eh, niage vyema sekta hii ya michezo kwa kuniteua na kunipa heshima ya kukusaidia katika nafasi ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Ikulu, Kazi Maalum. Mheshimiwa Rais, uliponiteua katika wizara hii, wako rafiki zangu wawili wakasema, yote utafanikiwa, lakini mtihani wako mkubwa ni michezo. Kwa sababu mimi katika maisha yangu yote makumi saba, michezo haikuwa sehemu ya mambo ambayo niliyatarajia kabisa. Sasa <laughs> katika makumi saba ndipo sasa naingizwa katika michezo. Na rafiki zangu wawili, Dr Agre Karimwage Lucas Mlimuka na rafiki yangu Edwin Kagabu kama Kiliba, walisema sasa una kazi, kwa sababu wao wanajua tukiwa wote wanafunzi e, tunakwenda kwenye michezo pamoja pale Tabora, uwanja wa Tabora mimi nakwenda na Novo. Kwa hiyo kila goli likifungwa nasema timu gani imefunga. Sasa wakaniambia ya sasa yamekukuta. Uh, huna tena kuuliza timu gani umeifunga. Sasa yanakuhusu. Na katika hili Mheshimiwa Rais, ni kwa moyo kabisa wa dhati nimshukuru sana naibu waziri ndugu yangu Minjuma. Uh, shukuru sana, sana, sana, sana. Umenifanya niipende michezo, eh, umefanya niipende michezo. Mke wangu Dr. Amina hakufanikiwa, binti yangu Dr. Tumaini hakufanikiwa. Mwanangu Aidan Mwaluko hakufanikiwa lakini wewe umefanikiwa kunifanya niipende michezo sana. Na naamini hata huko niendako eh, nitaendelea kuipenda michezo. Nikushukuru sana. Lakini pia nikushukuru sana ndugu yangu Paul Christian Makonda. Katika muda huu ambao tumefanya kazi pamoja, vipaji vyako vimeonekana. Nakushukuru na sana wakati na yaga team Cairo inakwenda Morocco, nikamwambia mtakuwa na Makonda na, na kwa kweli umetuwakilisha vizuri sana. Katibu Mkuu na watumishi wengine, tuna nafasi siku ya Jumanne takapoikabidhi ofisi kusema nitakayo yasema huko. Mheshimiwa Rais, sehemu kubwa ya hotuba yangu imekwisha semwa na Katibu Mkuu alipotambulisha watu hapa, lakini pia imesemwa na ndugu yangu Karia, pia imesemwa na ndugu yangu leo Gatenga, mwana Kilosa mwenzangu, watu wengi hawajui, na nilikwenda shule ambaye ya baba yake alikuwa mwalimu wangu mwalimu Chila, baadaye nikahamia shule nyingine, lakini pia yamesemwa vizuri sana na Mrisho Mpoto. Na kwa sababu leo tumekutana hapa kwa hafla, sio siku ya maneno mengi, jua nimejifunza Mheshimiwa Rais hawa na michezo hawataki maneno mengi, na hasa wakiwa wameshinda. Maneno yakiwa mengi wakati hawajashinda, wakati hawajashinda maneno mengi. Sasa sijajua huwa wanafanya vile kujitetea ili siwalize mbona hamkushinda, lakini wakishinda hawataki maneno mengi. Na mimi pia nisiwe na maneno mengi, kwa sababu leo eh, ni, ni, ni, ni, ni jambo kubwa kubwa ni kukushukuru sana wewe Mheshimiwa Rais, shukuru sana toka mwanzo umewekeza sana katika michezo umewekeza sana katika viwanja miundo mbinu, wote tumeona hapa katika, katika, katika hii uh, video iliyoonyeshwa, uwekezaji mkubwa sana katika miundo mi, mi, mi, mi mbinu hapa Tanzania bara, lakini pia tumshukuru Rais wa Zanzibar naye pia kwa kuwekeza miundo mbinu. Mimi nimeona miundo mbinu yote iliyoko iliyoko iliyoko iliyoko iliyoko iliyoko iliyoko Unguja, na nimeona ile miundo mbinu mingine iliyoko kwetu Pemba yote nimeiona, kazi kubwa. Lakini yote ya Arusha, Dar es Salaam umewekeza sana, lakini kikubwa zaidi, mheshimiwa rais, umewekeza katika timu. Sababu so, naweza kuwa na yote hayo kama timu haina morali, kama timu haina motisha, mtabaki na majengo, lakini hamtakuwa na timu. Kwa tukushukuru sana kwa kuwekeza katika yote hayo mawili, na katika kuheshimu hayo, mheshimiwa rais, moja Nataka nitoe taarifa kuwa taratibu za kuanzisha wakala wa serikali wa kusimamia miundombinu ya michezo yani Sports Infrastructure Management Agency chini ya uongozi wa katibu mkuu kiongozi Dr. Moses Kusiluka umefikia hatua nzuri. Naamini kabla ya Afcon tayari tutakuwa na hiyo huo wakala. Tunasema hivyo kwa sababu tumejifunza kwa uwanja wa Benjamin Mkapa, toka ulipojengwa, haukusimamiwa haukukarabatiwa na matokeo yake tumetumia fedha nyingi kufanya hivyo. Kwa hiyo tusingependa kurejea kurudia hayo hayo katika hii miundombinu mikubwa mingine ambayo umetuwezesha ume, ume, ume, ume, ume, ume kujenga. Lakini la pili ambayo napenda nikushukuru sana ni kuhamasisha michezo. Hakuna leo yeyote asiyejua goli la mama. Kuna ambaye hajui goli la mama? Hakuna. Na wengine hayo nitaongea na Makonda na najua wewe huo uwezo unao. Na wengine nao wanataka waingizwe kwenye goli la mama, labda niseme, wanasema goli la mama limekuwa kwa wanaume tu. Je, yes, sisi wanawake e, na sisi goli la mama. Basi hayo yako yapo, lakini pia knockout ya mama, miongoni mwa michezo ambayo sikujua ina hamasa kubwa hapa Tanzania ni ndondi. Ile knockout ya mama nayo imeongeza hamasa kubwa sana, lakini pia katika sekta hii ya habari ni ile E, Samia Kalamu Award nazo zimeongeza hamasa kubwa sana, lakini ambao tumetambua mchango wako katika michezo sio sisi tu, hata shirikisho la michezo la Afrika limefanya hivyo, na ndio maana leo hii Mheshimiwa Rais nice, e, baada ya hotuba hii nitaomba ni kukabidhi tuzo hiyo ambayo rais wa wa, wa, CAF aliitoa kwako na ukatuma kwenda kuipokea kwa niaba yako, tumeipokea na leo tutakukabidhi hiyo hiyo hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo tuzo Mheshimiwa Rais. Katika kumalizia hotuba yangu, sababu mengi yamesemwa, niseme hili jambo kubwa sana ambalo umetutendea la hafla hii. Hafla hii si ndogo hata kidogo, ndugu zangu wana michezo wote, naamini kama iliwahi kutokea labda wenzangu watanikumbusha mara chache sana, ni nadra sana rais kuwakusanya wana michezo wote kwa pamoja, kuanza nao mwaka mpya kwa hafla kama hii. Kwa tukushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hili kubwa ambalo, ambalo, ambalo umelifanya. Kwa upande wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, namshukuru sana Rais Dr. Hussein Mwinyi tumefanya naye vizuri sana, ametusaidia sana wakati wa chana, na wewe mwenyewe Mheshimiwa Rais unafahamu tulipokuwa na machangamoto ma ma ya pitch. Mimi kwa mara ya kwanza sikujua kumbe katika uwanja pitch ni kitu kikubwa sana, pitch na daktari wa nyasi. Mimi ndio mara ya kwanza kujua nyasi nazo zina daktari e, kwamba nyasi nazo zinatibiwa zinaugua. E, mambo haya makubwa sana kuyafahamu wakati umri umesogea sogea, lakini E, tusaidia sana kwa yale yaliyofanyika kule pia kuyafanya vile. Na nimshukuru sana Waziri Tabia, tulifanya naye kazi vizuri sana na kwa dada yangu Dr. Riziki Juma Pembe. Mheshimiwa Rais, huyu anaweza kudhani kwamba nilitarajia uteuzi huu. Juzi tumeongea kirefu sana, tumepanga mambo mengi sana, na nukta ya mwisho niliyomwambia nikamwambia ndogo wangu tuyapange mambo haya kama vile tutakaa katika hizi nafasi miaka mitano, lakini lini tutakaa inajua mamlaka ya uteuzi na Mwenyezi Mungu. Kesho yake, kesho yake nimepokea star, Taifa Stars na usiku yametokea yaliyotokea. Kwa hiyo dada yangu Riziki, sikujua kabisa, sikujua kabisa, na surprise yako ndio surprise yangu. La... Lakini yale yote tuliyokubaliana, yote yote, vijana au wanaotamani ujana au wanaotamani ujana au anataka kubaki vijana kama rafiki yangu Dkt. Injinia eh, Leodegar Tenga. Na kazi kubwa ya michezo kote ni kujenga umoja, na ni moja ya nyenzo za kujenga uzalendo, utaifa, maadili ya taifa, lakini fahari ya nchi fahari ya nchi na fahari ya nchi ni muhimu sana. Nchi yoyote ambayo haioni yenyewe hay, yenye fahari yake na watu wake hawaoni fahari yao, basi ina upungufu mkubwa sana. Na Mheshimiwa Rais, kwa kuzingatia hilo na maelekezo yako ya kuimarisha tunu za taifa ikiwa ni pamoja na amani, napenda nitoe taarifa kwako kuwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na Shirika la Utangazaji Tanzania TBC tumeanzisha kipindi maalum kinachoitwa sisi ni Tanzania, sisi ni Tanzania. Na palikuwa na mjadala, je, iwe sisi ni Watanzania au sisi ni Tanzania? Tukaona tuseme sisi ni Tanzania, kwa maana ya kusisitiza kwamba Tanzania ni taifa, tena ni taifa linalojitambua, ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini kakuta, katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Kwa Mheshimiwa Rais, kipindi hiki cha sisi ni Tanzania ambacho kinarushwa kila wiki kilianza kurushwa kwa mara ya kwanza tarehe 28 Disemba mwaka jana, na kinarushwa kila siku ya Jumapili saa kumi na dakika tano jioni na kurudiwa kila siku ya Jumanne saa tano asubuhi. Kipindi hiki ni jukwaa la kielimu na kijamii linalolenga kuwajengea vijana na makundi mbalimbali uelewa mpana kuhusu uzalendo, utaifa na maadili ya taifa kwa kuzingatia falsafa ya R4 ili kuwahamasisha kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Lengo pia ni kukuza fikra chanya. Na hili Mheshimiwa Rais ni muhimu sana, kukuza fikra chanya. Tusiruhusu fikra hasi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu. Hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Pia kujenga mshikamano wa kitaifa, kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Umesema Mheshimiwa Rais, alisema baba wa taifa, alisema Rais Ali Hassan Mwinyi, alisema Rais Benjamin William Mkapa, alisema Rais Jakaya Mrisho Kikwete, alisema Rais John Pombe Joseph Josefu Magufuli, na wewe umelisema, hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania. Mta, mtu anayejiita Mtanzania akianza kuzungumzia mbadala wa Mtanzania, huyo sio Mtanzania kindakindaki. Tanzania kindakindaki, hakuna mbadala wa Mtanzania. Na tusome tena shairi la Shaban Robert, titi la mama ni tamu hata kama ni la titi la mama ni tamu hata kama ni la. Tanzania ni tamu kwa sisi wa Tanzania wote, na kwa msingi huo tuiheshimu Tanzania kama mama yetu, na hatuna mama mwingine isipokuwa Tanzania. Na Mheshimiwa Rais, nirudie tena kukushukuru sana sana sana kwa hafla hii ya leo, hafla kubwa sana na niungane na ndugu yangu Dr. Riziki eh, Pembe kwamba wanawake ukiwakabidhi jambo wanalifanya vizuri kwa hiyo nitaka kusahau kumshukuru sana Bi Neema, iko wapi Neema? Neema, Neema. Asante sana Bi Neema. Neema, Neema. Neema Msita, Mheshimiwa Rais, huyu naye amenisaidia sana kujua mchezo mchezo wa mpira na typical of daughters wanasubira kukuelewesha hasa pale unapouliza maswali mengi ambayo wengine watakucheka. Hata hili hujui, hata hili hujui, hata hili hujui, hata hili hujui, lakini yeye amekuwa msaada mkubwa sana Mheshimiwa Rais. Kabla sija kukabidhi zawadi hii au tuzo hii ya kafu, pia niwashukuru sana wenzetu wa mali asili na utalii Dr. Ashatu Kijaji, eh, tunakushukuru sana eh, hawa waliorudi kutoka Morocco na ndugu Makonda ameniarifu na amenikabidhi ripoti ambayo inapita sasa kwa mtu na inakurudia wewe mwenyewe. <laughs> Amesema kule wamejifunza kitu kikubwa sana, michezo hii inabebwa sana na utalii. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, busara yako ya kwamba ndugu zetu hawa uh, maliasili na utalii washiriki wa, wa, wa eh, katibu eh, waziri na katibu mkuu na wale wote wa eh, bodi ya utalii imekwenda ime, ime vyema kabisa na dhima nzima ya maandalizi ya Afcon 2027. Mheshimiwa Rais, nimeambiwa na wachezaji wa timu ya Taifa Stars na e, Rais mwenye ara ndogo e, kwamba mna zawadi ya kutoa, ni kweli au ehe? Basi kama ipo kwa utaratibu uliopangwa, ili kabla mimi sijamkabidhi Mheshimiwa Rais zawadi yake, tuzo yake basi kama linakubalika kiitifaki kama linakubalika kiitifaki e, tulifanye ili, ili, ili hata kuionyesha hiyo zawadi alafu mimi nimkabidhi Mheshimiwa Rais tuzo alafu nimwalike aje atoe hotuba yake hapa kwetu. Lakini baada ya hapo tuende kwenye ajenda iliyotuleta ya maakuli kama, kama liko vingine basi ni, ni... sawa sawa basi nitaanza mimi halafu itafuata itafuata hiyo. Mheshimiwa Rais, ni, ni, ni, ni kushukuru sana kwa hili, na nimeelekezwa kwamba kinachoanza ni kile ambacho eh, kitanguliwa kutolewa na kilichotanguliwa kutolewa ni tuzo sasa. Baada ya, baada ya tuzo, wachezaji wetu pia nao watakuwa na memento eh, zawadi ya, ya kwanza kukushukuru wewe kwa kuwatendea yale yote yaliyo mema, lakini pia ibaki kama kumbukumbu kumbu ya shukurani yao kwao. Basi eh, amidi, niombe ni msaada wako naam, eh, wa, wa maelekezo. Jamani, amidi Kiingereza ni dean dean. Eh, sasa huyu sio mshereheshaji huyu ni dean, ni na Mheshimiwa Rais Nilipewa kazi hii kwa miaka karibu 20 huko Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kazi yangu ilikuwa kama hiyo. Sasa wakati nimepata profesa, ili kunifanya nisiwe mnyonge, akasema profesa hawezi kuwa MC kwao, wakaniita mimi dean of ceremonies, yani amid wa sherehe <laughs> lakini kazi ni ile ile. Lakini wakasema sasa profesa hawezi kuwa master of ceremonies kuwamasoferenis, ah, ah. Wewe toka leo utaitwa dean of ceremonies. Na baraza la chuo likakaa kupitisha kwao. Na yeye huyu eh, uyu, eh. Naibu mkurugenzi wa ikulu hawezi kuwa mshehereshaji, ni, ni amidi wa sherehe. Profesa, naungana na wewe, kabla hujashuka, tuanze na ile zawadi ya timu ya, taifa, Taifa stars. ya, ya Taifa stars. Hey, alafu utafuata wewe na zawadi hii, nimeambiwa anayekabidhi ni, ni captain mamnyeto ehe, tukaa ili wenzetu wanaorusha mubashara waweze kupata picha vizuri eneo uh hilo apo -huh. Uh, tuweza kupata haya. Hiyo ni jezi yetu ya timu yetu ya Taifa Stars, anakabidhiwa mheshimiwa rais, makofi mengi na vigelegele. Ina e, jina lake hiyo e, lakini kuna saini za wachezaji nyingi tu, makofi tena mengi hiyo e, ni kumbukumbu kumbu, ataendelea kuwa nayo Ahe, asante mwamnyeto. Na sasa kwa heshima na taadhima, karibu sasa e, Profesa Palamagamba Kabudi uweze kukabidhi e, zawadi hiyo kubwa kabisa kutoka CAF. Piga makofi mengi! Tanzania oyee! Oh, michezo oyee! oh Mheshimiwa Dr. Samia, uye mwanamichezo nambari moja aya, asante sana, tunakushukuru Profesa. Naomba urejee kwa kazi iliyobakia. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima na kuomba sasa uje uh, uzungumze nasi raia wako na wanamichezo katika siku hii leo maalum ya kutambua wanamichezo waliofanya vizuri kimataifa. Mheshimiwa Rais, karibu sana, heshima kubwa. Naomba tusimame, makofi mengi, tuko mubashara, makofi mengi, kina mama vigelegele wakati hey, Mheshimiwa Rais anakwenda, ili tuweze kusikia alichotuandalia leo. Tukae. Mheshimiwa Dr. Profesa, Mheshimiwa Profesa sio Dr. Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Dr. Ruziki Pembe Juma, waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Aisha Tukachambwa Kachwamba Kijaji Waziri wa Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Paul Christian Makonda waziri mteule